Baadhi ya watu wenye ulemavu katika mkoa wa Kagera wamesema mpango wa Bima ya afya kwa wote una manufaa makubwa kwao, maana utawasaidia kupata matibabu sahihi na kwa wakati. Wakizungumza na Silimu Media, wamesema wamekuwa wakikabiliwa na tatizo la kushindwa kupata matibabu pindi wanapougua, kutokana na ukosefu wa fedha. Asilimia kubwa ya watu wenye ulemavu hawana kipato, hawana kipato cha kuweza kugharamia maswala ya matibabu hasa wanapopatwa magonjwa mbalimbali yanayotibika na yasiyotibika. Kwa hiyo kwa suala hilo, kwa kweli mimi nimefurahishwa na mpango mzima wa serikali. Nilikuwa naomba katika mpango huu wa bima ya afya kwa wote, serikali ijitahidi ishirikishe watu wenye ulemavu katika mipango mzima ya Bima ya afya kwa wote. Watu wenye ulemavu, changamoto ya kwanza ni hali ya afya. Na walio wengi kipato chao ni duni au familia zao ni duni. Uwezo wa kugharamia eh, matibabu ilikuwa ni ngumu sana. Sana, sana. Kwa hiyo hii ni neema ya pekee sana baada ya kutambua kwamba serikali imeona wajali watu wenye ulemavu kuanza nao. Mimi nadhani hilo ni jambo la msingi sana, kwamba mtu mwenye ulemavu hata kama angekuwa anaweza kupambana kiasi gani ishu ya afya inakuwa ngumu sababu, kwa sababu wengine pamoja na ulemavu wao bado wanaishi kwenye hali ambayo ni wagonjwa pia. Ishu ya bima ya afya inapokuja kwetu sisi tunasema ni ujio wa pekee sana kwenye awamu hii ya awamu ya sita ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dokta Samia Suluhu Hassan, kwamba kwamba ameangalia mbele zaidi kuangalia swala la kutoa bima ya afya kwa watu wenye ulemavu na hasa kuanza nao pia. Katibu wa Shirikisho la Vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Kagera Frolence Felician amesema mpango wa Bima ya Afya kwa Wote ni muhimu kwa kundi hilo, lakini akaomba wapewe elimu zaidi ili wapate ufahamu wa kutosha. Kwa hiyo tunaomba sana, kama ni bima ya afya, kama tujue watu wenye ulemavu tunanufaika vipi na wa hiyo bima, au hiyo bima tunaipataje kama watu wenye ulemavu, au mtu mwenye ulemavu anachangia, kama ni kuchangia anachangiaje hiyo bima ya afya na kama hiyo bima ya afya inamsaidiaje ina mtu kama mwenyewe mwenye ulemavu ili kuweza kupata matibabu. Aidha ni, ni bima hiyo inahusia mkoa au ni magonjwa yapi inayohusikana nayo na hiyo bima, ili uweze kutusaidia hata sisi viongozi kumuhimiza mtu mwenye ulemavu eh. Kama unamwambia kwamba kuna bima ya afya sasa, atakuoje hiyo bima, nanufaika nayo vipi? Kwa hiyo tunaomba tupatiwe elimu, hasa kuanza na viongozi eh, watu wa makundi hayo, kama ni makundi ya wanawake, watu wenye ulemavu na nini ili tujue tuweze kuwashawishi na wenzetu kujiunga na hiyo bima ya afya. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali na kuiomba sana, ni jambo zuri na tunashukuru kwa kulifikiria hilo kwa ajili ya kuokoa Tanzania, kwa asa kwenye vipindi vya wapokota matatizo ya kuugua, ukiwa na bima unakuwa na uhakika, na bado tunazidi ku, kuomba na, na kushauri pia kama ni bima tujue hospitali zetu na zenyewe ziwe na uhakika kwamba mtu ana bima aweze kutibiwa.